karũga wenda nyingĩre box yaku no ũnjikĩirie mistari na gĩthũngũ kamam ũrenda njitwo nĩ mata ngueku ngũtige ha ũragwo nĩ kĩ mũkurũi wanjĩta guo rĩngĩ ngũgũikia kara wĩtĩtĩ njokenungĩre ĩnĩwĩ niĩ gĩthũngũ kĩrĩa njũĩ no kĩrĩa ndaiguire ta bitha makĩaria na mũcakũrũ rĩrĩa mathomagĩra kwa ngũkũ kĩrĩa kĩa a ah, eeo eh, ah, uh, kĩu asa he kĩngĩanga mathomaga ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka kana mbara ya racia tondũ kĩagainĩ kĩu gũtiarĩ thayũ tondũ maugaga atĩa tengemania ũhoro bebi no aigua nginya nĩ ndagwĩta bebi bebi ya kĩnyũrũri no sawa rĩu o ta mũtugo magĩthoma mũcakũrũ ndaragia tabitha nĩwe ndaiguaga akiuga ah,